Karibuni tena katika mwendelezo wetu wa kujifunza oroza, kama nilivyokuwa nimewaahidi kwamba nitakuja na mwendelezo wa oroza. Oroza yetu ya nane ndio hii hapa. Sasa hii, wakati tunamfundisha mwanao aweze kujua hii oroza ya nane, hatua ya kwanza hesabu moja, mbili, tatu, nne, tano, tenganisha, chora mstari wa kutenganisha. Lengo, nataka mtoto huyu ajifunze oroza hii kwa wepesi zaidi. Mfundishe mwanao aanze hapa kwa kuandika sifuri, moja, mbili, tatu, nne. Akifika kwenye huu mstari hapa, anza tena nne, tano, sita, saba, nane, kisha andika hatua hii. Akimaliza hapa, aanzie huku juu tena, anzia huku juu, anza na nane mara moja, ibaki ni nane. Anza kuruka namba mbili, kutoa namba mbili, kupunguza namba mbili kutoka hapa kwenye nane. Nane toa mbili, unapata sita. Sita toa mbili, unapata nne. Nne toa mbili unapata mbili. Mbili toa mbili unapata sifuri. Hapa aanze tena upya na hii namba nane. Nane, nane punguza mbili unapata sita, sita toa mbili unapata nne, nne toa mbili unapata mbili, mbili toa mbili unapata sifuri. Orodha ya nane imekamilika tayari. Kwa hiyo mtoto ukisha muelekeza mbinu hii ya kukamata hii orodha ya nane itamsaidia kuliko kumwambia tu nani ma, mara tano arobaini. No, mwelekeze hata yeye mwenyewe afanye mazoezi mwenyewe kujaza majawabu yake kwa kutumia hii njia. Asante sana.